Bwana moja kati ya vitu ambavyo vimehappen bwana ni kwamba Burna Boy anadondoka nchini Kenya 254, eh, kwa lengo moja tu la kwenda kuperform. Na bwana hii ni moja kati ya vitu ambavyo ni vizito kweli kweli. Na kwa mujibu wa habari ambazo tumezipata za ndani kabisa ni kwamba Burna Boy, ni kwamba Burna Boy anachaji takriban milioni moja dola za Kimarekani na anaita, kuna kuna accommodations, accommodations zinaitwa. Yaani ukachana na kwamba anataka kulipwa milioni kwa kila show, vile vile, ni kwamba Burna Boy anataka apewe private jet, yani usafiri wake binafsi, yani wa kumtoa kule alipo mpaka pale eh, Kenya lakini pia anataka magari kumi na tano ya msafara, alafu pia anataka five star hotel ndo atakayofikia yenye vyumba vya kutosha timu yake nzima. Naona bwana kwa hapa eh. Kuna habari ambazo tumepata za ndani kabisa kuhusiana na sifa za Burna Boy anavyozitaka kwa ajili ya kuenda kuperform. Ameandika kwamba Burna Boy charged us 1 million dollars, asked for private jet, asked for 15 cars to pick him up, then he asked five star hotel for his entire team. He also asked enough Food. All these for just 30 minutes performance. Yani kwamba vitu vyote hivyo tu ambavyo Burna Boy ameviorodhesha anavyovitaka kwa ajili ana eh? Uh, so, ya kwenda kuperform ana so, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba uh, ni msanii wa gharama na gharama zake ndo kama hivyo tulivyoona kwamba analipwa dola milioni moja ambayo ni bilioni 2.4 za kitanzania kwa show ya dakika 30. So Wakenya bwana wame, wanajua buruda, wanapenda burudani na wana, wameafodi hilo, wamejua kupasuka. Kwa hiyo wame basti wallet kwa lengo tu la kuhakikisha kwamba Burna Boy ana perform huko Kenya. Na of course, hicho ndo tulichokiona ni kwamba kweli bwana Burna Boy ameishatua kule Kenya na Harmonize ameamua kuenda kumpa support, yani Harmonize ameahidi kwenda kumsupport Burna Boy katika show yake kule Kenya. So kupitia ukurasa wake wa Instagram Harmonize, pale juu katika Insta story, ameweka ujumbe ambao unasomeka kwamba anaenda moja kwa moja kule Kenya kwa ajili ya kwenda kuperform. Sasa tukumbuke tu kwamba, Eh? Harmonize na Burna Boy hawajaonana kitambo sana, na of course Burna Boy anamkubali sana Harmonize. Ni mshikaji wake, ni mtu wake wa karibu. Wameshawahi kufanya collab huko zamani, na wameshawahi kulink mara kadhaa Tanzania na pia vile vile Nigeria, na wana magoma mengine kibao ambayo hawajayafanya, hawajayatoa, umeona ila walisha record. Lakini this time around ni kwamba Harmonize amepata nafasi tena nyingine ya kwenda kulink up na Burna Boy kule Kenya, kwa hiyo amenunua mpaka ticket kwa lengo tu la kwenda kumsupport Burna Boy, na sasa hivi ukizingatia kwamba Harmonize ni independent artist sio msanii ambaye labda utaona kwamba eti yuko eh, chini ya record label, kwamba eti atakwenda kumsupport Burna Boy azuiwe kama ilivyotokeaga before, kipindi kile Burna Boy alivyotuaga Tanzania alizuiwa, nasikia Harmonize, kwenda kumsupport na record label ya Wasafi, kwa kipindi kile, kwa mujibu wa Harmonize mwenyewe alivyozungumza. So this time around ni kwamba kwa vile Burna Boy anarudi tena bongo kwa na mara nyingine anarudi tena huko Afrika Mashariki kwa mara nyingine, na hii ni nafasi adhimu kabisa ya Harmonize kukutana na Burna Boy kiulaini kabisa so Konde ameandika hapa ameandika kwamba Nairobi I'm here. The respect and love I have for Burna let's go crazy tomorrow. Yani, kwa upendo na heshima aliyokuwa nayo kwa Burna Boy, anataka kesho mambo yawe moto kweli kweli. Yani amewapa ame taarifa watu wa Nairobi kule Kenya kwamba tayari yuko in town, akaendelea kwamba I just bought my ticket to see, see you there. Yani kwamba yeye tayari Harmonize ameisha nunua tiketi na anasema kwamba wao, tutaonana hapo kwenye show I wanna see him killing it and, uh, and winning. It's been a long time, never seen my broski. Mwona, eh? Ameandika hivyo kwamba anataka kumwona Burna Boy akiua kweli, kweli, na pia vile vile akiendelea kushinda eh, na imekuwa ni kitambo kirefu sana hajakutana na mshikaji wake. Akaendelea kusema kwamba hapa kwamba msanii yoyote ule atakaye jifanya analeta vurugu, just know I'm around. Msanii yoyote atakaye leta vurugu ajue tu kwamba nipo araundi. Wamuulize Eric Omondi, ask Eric Omondi knows this name. Yani, muulizeni Eric Omondi, ananifahamu vizuri, jina langu, niko tawni mazee. Kwamba yuko Nairobi Harmonize. So, hivyo ndivyo mambo yalivyo ni kwamba Harmonize bwana ametoa amezungumza ameweka wazi kwamba atakuwepo pale Nairobi na, ni kwa lengo la amenunua tiketi kabisa kwa ajili ya kwenda kumshuhudia mshikaji wake ajionana naye kitambo ambaye ni Burna Boy. Kwa hiyo moja kwa moja ametoa rai kwamba kuna hii issue ambayo ilishai kutokeaga before kwa Diamond alifanyiwa fujo akiperform na alifanyiwa fujo na Will Paul. Sasa this time around ni kwamba Harmonize anasema kwamba iwapo kama fujo kama zile zikitokea, wamuulize Rico Monde alichomfanya Umeona bwana, so hii ilikuwa ni kama vile kijembe pia kwenda kwa Willy Paul ambaye alimfanyiga fujo Diamond. Amepewa onyo kwamba afanye hivyo tena kwenye show ya Burna Boy, aone kitakachomkuta, kama kita kinaweza ka kikamkuta kile ambacho kimemkuta Eric Omondi back then. Maana Omondi alishawahi kupigwa ngumi na Harmonize akapasuka mdomo. Sasa baada ya hapo kuna nyingine tena, hii hapa posti nyingine ya Harmonize ambayo hii bwana ameitagi peji kubwa kabisa ya udaku kule Kenya, inaitwa Nairobi Gossip Club. Ameandika kwamba please, Nairobi Gossip Club, tell this guy do not try me and please welcome to the show, love you. Okay, haya, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa ni kwamba baada ya Harmonize kuweka hizi habari e, ni kwamba wadau wamekuja kuweka maoni yao bwana kuhusiana na kusiana, hiki kitu ambacho na hiki kitu ambacho Harmonize amekiposti kumuhusu Willy Paul na kumuhusu pia Burna Boy na show yote hiyo kwa ujumla kaam. So bwana, mnaosema ana shobo, ni kwamba Burna Boy ndo kamwalika mwenyewe awe kama msanii mwenyeji. Mara nyingi sana wasanii wakubwa wakienda mataifa ya watu ambao hawana fan base kubwa aga wanatafuta msanii mwenye fan base kubwa nchini humo ili kuongeza ukubwa wa show na East Africa, msanii ambaye anaweza kufanya show naye ni Konde tu, hana haku, hata hakuna kipindi aliendaga kufanya show Uganda, alimwalika pia Konde. Kuna mtu ameandika hivyo, umeona kwamba inasemekana kwamba Burna Boy bwana alimwalika, amemwalika Harmonize kwa lengo la kuboost fan base pale Nairobi. Unajua kwamba huyu of course Burna Boy ni msanii mkubwa mno, lakini lazima awe na mwenyeji wake ili mambo yawe moto zaidi, au vipi bwana, ili wakiwashe sasa. Kwa upande huu hapa Afrika Mashariki, Burna Boy, mtu ambaye yeye anamkubali na anajua kwamba ana fan base kubwa pande hizi ni Harmonize. Kwa hiyo Harmonize yuko pale kwa ajili ya kutoa support na Harmonize amethibitisha kwamba support ipo, na pia vile vile ulinzi upo kwa mtu yoyote ambaye atakataka kuvuruga mambo kama ilivyotokea kwa Diamond Willipo, basi the same pia kwenye show hii ya Burna Boy. Kwa mtu asomo bwana, anajaribu E, kufunika aibu walioifanya na Bien. Kuna mtu ameandika hivyo. kwa msikombe, bwana ni mwendo wa kutembea na biti. Kuna mtu ameandika hivyo kwa kwamba, e, bwana Harmonize siku hizi sijui ana, ana, anataka nini ama anafanya nini haeleweki kiukweli, sijui kakumbwa na nini huyu jamaa kuna mtu amekuja kucomment hivyo, so at the end of the day ni kwamba hii itakuwa ni very interesting show. Ngoja tuone nini kita kwa sababu kitahappen kwa sababu tunaelewa kabisa kwamba Burna Boy ni mmoja kati ya watu ambao wako na fan base kubwa, yuko na experience, yuko na talent. Umeona bwana, the same pia kwa upande wa Harmonize na hawa wana history kwamba alishawahi kuaga washikaji wa karibu sana back then. Sasa this time around Harmonize ameamua kwenda kumsupport Burna Boy